Makosa matano yanayowafanya waombaji wakose usaili wa Sekretarieti ya Ajira. Kama umewahi kuomba ajira kupitia Sekretarieti ya Ajira lakini hujaitwa kwenye usaili, huenda tatizo sio elimu yako, bali ni makosa matano ambayo waombaji wengi hufanya bila kujua. Karibu Jack Media Tz, tunakupa elimu ya ajira, usaili na maandalizi ya kazi za serikali. Kama hii ni mara yako ya kwanza Subscribe ili usikose taarifa muhimu. Kosa la kwanza, CV dhaifu au isiyoeleweka. Wengi hutumia CV ndefu sana yenye taarifa zisizo muhimu na isiyoonesha uwezo wao halisi. Sekretarieti ya ajira huangalia CV kwa muda mfupi. Hivyo kama CV yako haina muhtasari mzuri na ujuzi unaohitajika, unakataliwa kimya kimya. Tengeneza CV fupi, wazi na inayolenga kazi uliyoomba. Kosa la pili, nyaraka zisizo sahihi au zisizokamilika. Wengine wanapakia vyeti visivyohitajika au wanakosa nyaraka muhimu kabisa. Mfumo hausamehi makosa haya. Hakikisha vyeti vyote ni sahihi, vinavyohitajika na vinaonekana vizuri kabla ya kupakia. Kosa la tatu, kutokufuatilia taarifa za usaili. Baadhi ya waombaji hutuma maombi halafu wananyamaza, hawafuatilii barua pepe au tovuti ya ajira. Fuatilia mara kwa mara taarifa kutoka Sekretarieti ya Ajira. Kosa la nne, kutojiandaa kwa maswali ya usaili. Wengi huenda usaili bila kujua aina ya maswali yanayoulizwa. Hapa ndipo wengi huanguka. Jifunze maswali ya kitaaluma, ya tabia na ya uzoefu kabla ya usaili. Kosa la tano kuchelewa au kukosa ujasiri siku ya usaili. Kuchelewa, mavazi yasiyo rasmi na hofu kupita kiasi hupunguza nafasi zako hata kama una uwezo. Fika mapema, vaa vizuri na jiwekee imani. Mwisho, kumbuka, ajira siyo bahati pekee, ni maandalizi. Ukiepuka makosa haya matano, nafasi yako ya kuitwa usaili itaongezeka sana. Kama umejifunza kitu leo, bonyeza like, subscribe na ushiriki video hii kwa mtu anayehitaji ajira. Video zinazofuata, nitakuwa nikieleza jinsi ya kujiandaa kikamilifu kwa usaili wa Sekretarieti ya Ajira.